Kili safi inapatikana tukiria mtama. Ndugu zangu, mradi wa uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu economic empowerment project ni mradi unaotekelezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo ni Serengeti Breweries Ltd, Sightsavers, Sustainable Agriculture Foundation South Africa, Care International, Tanzania Albinism Society na Kilimo Trust. Mradi ulianza kutekelezwa Disemba 2023 katika kata ya Iguguno kwenye vijiji vya Iguguno, Rukomo na Senene. Mradi una lengo la kufikia idadi ya wakulima 250 ikiwa watu wenye ulemavu ni 65. Lengo kuu ni kuinua uchumi kwa watu wenye ulemavu kwa kutumia kilimo cha zao la mtama. Pia katika kuhakikisha wakulima wanajiinua kiuchumi mradi umehakikisha wakulima wanakuwa kwenye vikundi vya mashamba darasa ili waweze kujifunza kwa vitendo, ambapo mpaka sasa tumekuwa na jumla ya mashamba darasa matatu kwa kata nzima, kila kijiji kuna shamba darasa moja. Mpaka sasa jumla ya wakulima 257 kwa kata nzima, ambapo wanaume ni 144 na wanawake ni 113 ikiwa watu wenye ulemavu ni arobaini na moja. Msimu uliopita tulikuwa na wakulima mia mbili na sita wanaume wakiwa mia na sita na wanawake mia watu wenye ulemavu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili. Mradi umefanikiwa kufikia ukubwa wa hekali mia tatu pointi tano kwa zao la mtama ili kuhakikisha tunakuwa na uzalishaji wenye tija kwa msimu wa ishirini na nne ishirini na tano. Mradi umehakikisha unatoa pembejeo za kilimo kwa wakulima waliosajiliwa kwenye mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa ni jumla ya hekari 59.2 zilizolimwa kwa mbegu bora aina ya pak mia tano na moja ambapo kwa mashamba darasa tunatarajia kuvuna Iguguno kilo mia saba, eneo ni 0.75, Lukomo ni kilo 550, eneo ni 0.7 eka, Senene ni 650, eneo ni 0.8 eka. Mradi umeweza kufanikiwa kumpata mdau ambaye ni Serengeti Breweries Limited atakayeweza kununua mtama utakaozalishwa kwa bei iliyopo sokoni na mkulima atauza kwa hali yake. Uh, safari yetu mpaka hapa tulipofikia haikuwa rahisi. Tulipata changamoto za hali ya hewa, lakini kikubwa ambacho tunaendelea kujifunza ni kwamba mtama ni zao ambalo linavumilia ukame. Singida ina halmashauri saba. Singida ina vijiji vingi lakini tumeweza kupata fursa hii kwenye halmashauri ya Mkalama, kata ya Iguguno. Kwa kweli huu ni upendeleo wa binafsi, ni kitu cha kitofauti, na ndiyo maana tumeweka nguvu kubwa ili tujifunze. Sasa kwa matokeo haya, sisi somo letu tunaona kwamba linaenda vizuri. Kwa hiyo hii fursa ambayo tumeipata, naomba tuitumie vizuri, itusaidie kujifunza, itusaidie kubadilika na mwisho wa siku maendeleo ni ya mtu binafsi. Mimi nitafanya lakini wewe usipoamua kufanya hautaweza kupata hicho ambacho tunakitarajia. Kwa hiyo ukiamua kufanya fanya, kwa sababu ni fursa imetokea na inakusaidia kufikia yale malengo uliyojiwekea. Mimi ninafurahi kwa sababu mmejitokeza na mpo tayari. Nimesikia kwenye risala kwamba tayari tuna watu ambao wamehamasika kulima kilimo cha mtama mwakani. Naomba tuanze maandalizi sasa hivi. Tunatamani sasa, haya ambayo tumejifunza mpaka sasa, tuanze kuyafanyia kazi na yawe endelevu, isiwe inaishia hapa ambapo Sightsavers wamesimama, sijui SAF wamesimama, sijui Serengeti Breweries sijui nani. Soko la mtama lipo. Kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii tuinue uchumi wetu. Sisi kama watu wenye ulemavu tunapenda sana ushiriki na ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu ni watu kama watu wengine, lakini kwenye mradi huu tumeona ushiriki wa watu wenye ulemavu kupitia TAS pamoja na mdau wetu mkubwa Sightsavers. kwenye huu mradi ulianza kwa kusuasua kama watu wa ulemavu, hata kuna walio wengi wanasema hata jana hawakuamini kama mradi utaleta tija au utakuwa na manufaa, lakini sasa hizi tunaendelea kumuomba mdau wetu Sightsavers aongeze muda wa mradi. Kwa sababu moja, watu wenye ulemavu sasa hivi ndio wameanza kuchangamkia fursa, wameona umuhimu wa huu mradi. Ushiriki wa watu wenye ulemavu unazidi kuongezeka, wameona umuhimu changamoto inayotukumba watu wenye ulemavu tunashindwa kuelewa kwamba na sisi tuna haki na wajibu wa kuchangia maendeleo. Mama huyu hili shamba naweza nikasema, naweza likawa la mfano kuliko mengine yote kata ya Iguguno kupitia mradi huu wa uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu wameonyesha jitihada kubwa, hii inaweza ikasaidia pia kwa wilaya zingine za mkoa wa Singida kuonyesha kwamba watu wenye ulemavu wa kata ya Iguguno wamefanya kazi nzuri. Kwanza kuheshimisha mradi, wameheshimisha hata jamii ya watu wa Iguguno. Baada ya kwanza, ambapo tulikuja hapa mwaka wa 2023 tulitembelea wakulima na tukaona kuwa mtama ulikuwa ni mwekundu na kuongea na wakulima wakasema bora mtama. Sisi tukawa na huzuni, tukasema hatutaki wakulima wafanye kazi nyingi pale shambani, wanatokwa na jasho, alafu mapato yanakuwa ya kiwango cha chini sana. Kwa hivyo tukasema tutatia bidii ili tukifikia sizoni ya pili, ambayo ndiyo hii hapa kwa mradi, tutoke kwa bora mtama twende kwa mtama bora. Hey, sasa sio bora mtama, ni mtama bora. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa upande wa serikali, kwa upande wa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, kwa wakulima, kwa kutushika mkono. Sisi tulikuja tu na mambo na taarifa nyingi, lakini nyinyi mkatukumbatia na tumetembea safari hii kwa pamoja. Kwa wafadhili wetu Sightsavers na Serengeti Breweries, tuambie ni asante sana lakini wenyeji wenyewe wa Iguguno wamesema wanataka season ya tatu. Ni wao wamesema, sio sisi. Pale Kenya tunao mradi kama huu, na ilichukua season tatu kubadilisha hali ya wananchi. Tayari hapa tuna season mbili, kwa hivyo tunatarajia kuwa tukiingia season ya tatu, tukirudi hapa mwaka ujao, basi itakuwa ni habari tofauti tayari kuna wakulima ambao nikiangalia kwenye record tayari tunaona kuna wale wakulima wameinuka kwa haraka sana. Sasa tunaomba hapa katika Iguguno isiwe tu ni wakulima chache ambao wanainuka, ila tuinuke sisi wote. Ila tukimaliza, kama ni season ya nne ama ya tano, tukiangalia nyuma tunasema kweli, vile Iguguno ilikuwa na vile ilivyo kwa 2026 iwe ni tofauti kabisa. So naomba wakulima tushikane mkono, tuendelee na hii kazi nzuri, tusiishe nguvu pale ambapo tumefikia. Tunaelekea pazuri, kwa hivyo tusirudi nyuma. Sisi sote tukipata changamoto, tunashirikiana kwa karibu, tunatatua hizo changamoto na tunatembea pamoja, ili tukifikia pale mbele kuwe na mapato ya juu na zaidi ya hayo. Na pesa mfukoni. Mwaka huu hali ya hewa haikuwa nzuri, haikukaa sawa, kwa hiyo hata mavuno hatujapata kwa kiasi kikubwa, na kama hatujapata kwa kiasi kikubwa, tafsiri yake, maanake chakula sio kingi, si ndio? Eh? chakula tulichokipata tukihifadhi kwa ajili ya matumizi ya familia hata kama watakuja na bei za kukushawishi uhakikishe chakula cha familia kinatosha. Au wadau ambao tumewapata ambao tunao, tuhakikishe tunawatumia vizuri. Kilimo ni uwekezaji, usipojiandaa mapema, maanake umepanga kufeli katika kilimo kinachokuja kwa msimu huo ujao. Ili upate pembejeo lazima ujisajili. Usipojisajili utaanza kuangaika kupitia mtu, na baadaye utachelewa kujiandaa na kilimo, kwa lazima tujisajili ili tupate zile namba za kwenda kununua pembejeo kwenye ngazi ya familia, tukumbuke kwa msimu ujao, kwa sababu mazao mengine tunaona kunakuwa na changamoto ya hali ya hewa, lakini mtama unavumilia. Angalau unapojiandaa kwa mazao ya chakula, ukumbuke zao la mtama, situmeona linavyovumilia. Eh, alafu linachukua siku chache kwa, tukumbuke angalau kuwa na ekari moja ya zao la mtama katika yale mazao ambayo tutakuwa tunalima ya chakula. nawashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Hii kazi tumeanzia Lukomo Lukomo, tumeangalia mtama umestawi kama hivi hivi tulivyoona leo. Kwa hiyo hii kazi imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuwaruhusu hawa wadau wawekezaji kutuletea mpango huu wa kilimo cha mtama. Kama mweupe mambo haya yameenda vizuri. Kwa hiyo tumefanya kazi nzuri na tunaona tunafanya, tunaendelea, haturudi nyuma, tunapiga hatua. Kwa hiyo naomba mwendelee kutusaidia na ili shirika sasa muongeze muda, tunaomba mwongeze muda. Tuko pamoja na nyie na tunaunga mkono. Kwenye kata yetu hapa hatuna ubaguzi kwa walemavu, sawa, ndugu zangu, na walemavu wana uwezo na kila mtu ana ulemavu wake. Kuna walemavu wengine hawajulikani na sisi hatubagwani. Kwa hiyo tutaendelea tuta kushirikiana na tuwaone wenzetu we, wenye ulemavu wengine ili wajiunge kwenye mpango huu wa kilimo cha ja mtama ili kuinua uchumi, ili kupata mali, tumeambiwa mtama mali na. Kwa hiyo nafikiri mwaka unaokuja awamu hii inayokuja sasa, msimu unaokuja, walemavu wataongezeka na hata sio walemavu tutalima huu mtama, kwa sababu mtama ndio chakula chetu Singida. Hivi vyakula vingine ni vya kigeni tu, lakini asili yetu ni mtama. Kwa hiyo tulime mtama mwaka unaokuja, tulime kwa wingi na tumeona kwamba na ustawi kwenye eneo letu, tumeenda Lukomo iko vizuri, Tenene iko vizuri, na kwenye wilaya yetu hapa sisi tumebahatika kwenye kata yetu ya Iguguno kupata huu mradi. Shukuru kwanza, kwa kipaumbele walemavu tulipata mafunzo kwa mashirika na mafunzo tukayafanyia kazi. Hapa nilipo niko kwenye shamba langu kao, nawashukuru wadau na nawalioleta mafunzo na serikali pia e, kutuwezesha waendelee kutuwezesha, waendelee kutukumbuka, maanake kilimo kinataka hela kwa kweli. Kwenye habari ya mtama tumejisikia vizuri sana, ukilima hata kinyeshiwa mvua moja tunatoboa. Ulikuwa tunaomba hata kama kwenye mkutano ya hadhara liwe yani kichwa cha habari kiwa kinasema kwamba wa, wakulima wa, wa wote walime mtama kuliko kulima mahindi na kama mwenyekiti atapitia vizuri, tulikuwa tunapendelea hata atunge sheria ndogondogo ambayo za kijiji, afungwe hata mwaka hata mwezi mmoja mkulima ambaye hatalima mtama, kwa sababu mahindi ikisimama wiki moja tu mazao yanapotea. Lakini mtama akipelekwa mvua mbili tayari, mvua moja tayari. Ambayo tumuona kabisa hii mbegu ni nzuri sana. Tunachoomba tu mbegu iwai iletwe kwenye muda mwafaka tujipange mapema mpaka sasa hivi mimi natarajia kupanga kabisa kwamba ya katano ni viache ni za mtama tu, kwa kuwa huu mwaka ulisumbua kwa ajili ya, ya mvua na ukame tuliteseka, tutarajia, tulime tena, lakini tukawa tumepata bahati tu sisi kama kikundi cha ulemavu tumelima kama tuko watu 12 tukalima kama eka mbili, lakini kwa mwaka huu unaingia, nadhani watakuja kushangaa. Mimi binafsi ya katano, serikali sisi tunaipongeza tu na tunaishukuru sana, tuko bega kwa bega. Kwa kweli nashukuru sana serikali ilotuwezesha si w alo alowaambia watu waje watuwezeshe huku sisi walemavu, na sisi pia tuko kama wateii, yaani tulikuwa tunasema kama bila hatuwezi, lakini saa hivi tunaweza, wakulima avijidwa kabisa, yaani mimi peke yangu mtaani na mtani na wa ambia watu liveni mtama na wengi wadau wameshakubali, wamesha kubali mwakani. Na tunaona kama hivi tunavyoona, hii ni mtama lakini ni ukame, lakini mtama ni zao linalovumilia ukame. Naishukuru serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka sisi walemavu, walemavu tuliofichwa na tukazarauliwa, kumbe walemavu tunaweza kama hivi tunavyoona, mtama huu ni wa walemavu. Mbegu na mbolea tunazitegemea ziwahi, ili mkulima aweze kujiandaa mapema, isije mvua inanyesha ndio mbolea inakuja. Tunaomba wadau wanaoleta mbolea waziwaishe mbolea, ili wakati tunalima tuende sambamba na na ulimaji wetu. Nishukuru sana serikali yangu kwa kuleta zao la mtama, sababu mtama ni chakula bora. Mtama hata kila, huwezi ukaona mla mtama akaongezwa damu, hata ukwenda kwenda mahospitali ovyo ovyo, hakuna sababu ya ugali wa mtama. Ugali wa mtama una nguvu hata kwa uzazi hata kwa starehe zake kunavyodukia vizuri mno, na wenye nguvu na wenye wazazi bora, ambapo tangu wahenge alikuwa wanalimaga mtama, kuja kudanganywa kuletewa zao la mahindi, kuweka madawa ya kila aina, wakasababisha na maradhi yasiyotibika. Kwa hiyo sasa hivi kama ni mtama tumepata dawa nzuri, kwa hiyo anashukuru kujiunga na shirika hili kupenda mtama. Mtama enzi za zamani, mtama watu tulikuwa tunalima safi. Tumedanganyika na mahindi. Yana afya mtama, na afya, anapunguza hata maradhi.